la serikali ni kutimiza asilimia 85 ya, ya huduma za maji vijijini. Lakini katika kutimiza lengo hili, serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilitoa mtambo maalum wa kuchimba maji katika mkoa mzima, na meneja huko hapa wa mkoa mimi ni washukuru kwa sababu wilaya ya Chunya ndio tunaoongoza kwa kuchimba visima vingi sana kwa mkoa huu ah. Tangu tumepata mtambo tumeshachimba visima kumi na saba. Tukimaliza visima hivi tunakuja kabisa kumtua mama ndio kichwani jumla vijijini, ndiyo dhamira ya serikali na hii ndiyo nia ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, tunapochimba visima ili uweze kupata maji, hatua ya kwanza huwa ni kuchimba visima. Ndio maana tumechimba visima kumi na saba ili kwanza tupate uhakika wa upatikanaji wa maji, tupime, tujue kiasi gani cha maji kinapatikana, alafu baada ya hapo tuweze kudizaini aina ya mradi kulingana na kiwango cha ukubwa au udogo wa maji ama uchache wa maji ambayo tutakuwa tumeyapata mahali. Na hata sasa ndo tunakuja kushirikiana na CRS baada ya kuwa tumesha chimba na kujua kwamba maji yako kwa kiasi gani, tunawaomba wenzetu CRS wanakuja kushirikiana nasi katika kukamilisha miradi baada ya kuwa tumechimba. Na hapa ni wapongeze uh, CRS. Pili, kwamba huu ni mradi wangu wa tatu kuja kupita na kushuhudia kazi yenu nayoifanya. Sijawahi kuwa na mashaka na kazi yenu CRS tunafanya kazi nzuri sana na kazi yenye viwango, nikianza na mradi kielelezo ambao ni mradi wa Godima ambao ni mradi mkubwa, pale tumeweka tenki kupitia CRS lenye uwezo wa lita laki moja. Kwa kuwa nazindua mradi pale, niliwaambia Godima kama ambavyo nitawaambia na ninyi leo kwamba Godima, niliwaambia kipindi kile mwaka jana, nawaomba mjenge nyumba za kisasa na unapojenga nyumba ya kisasa manake vuta maji weka wapi? Nani, weka ndani hivi e. Vituo ni vya muda, tunataka kila mtu apate maji ndani, na hiyo ndio inaitwa kumtua mama ndoo. Hatuwezi e, kukutoa kutoa ndoo kichwani wakati unabeba kutoka. Weka maji ndani, kina baba mpo na kina mama mpo hapa, tukajenge nyumba za kisasa. Mwaka jana nilikwenda pale shule ya msingi Soweto shule ya msingi, nilipofika pale nilikuta mmetekeleza mradi, mradi ulikuwa mzuri sana kama ambavyo ndio kawaida yenu. Lakini nikakuta mmejenga vyoo vya wasichana, nikasema huu sasa mnafanya ni ubaguzi, kwa sababu kijana wa kiume atajisikia hata kutaka kwenda huko, maanake ndiko anakoona kuzuri zaidi lakini hawa vijana wa kiume wataonekana wametelekezwa, na watoto wote sisi kwetu ni sawa eh. Nikawaomba CRS kwamba hiki mlichokifanya, na kwa ubora huu huu tutengeneze na tujenge vyoo vingine kwa wavulana, ili watu wote hawa watoto wa kike na wa kiume wapate huduma zinazofanana. Sasa niwapongeze CRS na kuwashukuru kwamba ombi langu mlilipokea mkalifanyia kazi, na taarifa nilionayo, vijana hawa sasa hivi wavulana nao wana vyoo vizuri, sawa na kama walivyo dada zao wa kike. Kwa hiyo <coughs> na wao wanafunzi wako hapa wananufaika na huduma zenu, si rahisi upande wa vyoo, lakini na upande wa maji nikija upande wa Ruwasa Ruwasa, nini, sitaki kusema mengi kwa kweli, mnaupiga mwingi, na nina imani kwamba tunakoenda mbele, miradi yote itakapokamilika, tutakuwa tumefanya mapinduzi makubwa sana ya huduma ya maji vijijini katika wilaya hii. Tunayo miradi mikubwa ambayo tunaendelea nayo, mbali na taarifa aliyosema hapa meneja, lakini tunayo mradi mkubwa sana wa maji Matwiga ambao mradi ule utakapokamilika, mali na hii miradi utakuja kuhudumia vijiji kumi na sita. Kwa hiyo tutaendelea na ule mradi tukiukamilisha tukapanua na mradi wa maji wa Makongoresi, tukapeleka maji maeneo ya Mwaoga, tukapeleka maji Ujerumani, tukajaza maji pale pale pale Makongoresi. Tatizo la maji tunakuja kulimaliza. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kupitia ununuzi wa mitambo ya kuchimba visima mpaka sasa kwa wilaya ya Chunya tumechimba visima ishirini na tatu toka kupokelewa kwa mtambo, kikiwepo kisima hiki ambacho kwa siku hii ya leo tunaenda kuweka jiwe la msingi. Na katika visima hivyo ishirini na tatu tumechimba katika vijiji kumi na tisa kwa hiyo, mnaweza mkaona katika vijiji arobaini na tatu vijiji kumi na tisa vimeweza kufikiwa na mtambo kwa uchimbaji wa visima ambavyo mheshimiwa rais alinunua. Mradi huu tunajihusisha na mradi ambao unahusisha kusaidia upatikanaji wa maji kwa wananchi au wakazi wa vijijini wa wa wa na kwa mradi huu wa Soweto kama nilivyosema awali, ulianza utekelezaji wake mwezi wa pili mwaka 2024; ulikamilika mwaka 2024 ambao ulikamilika mwaka ulikamilika mwezi wa saba mwaka huu huwa 2024 na ulikuwa kwenye kipindi kirefu cha matazamio, na kwa kuwa mpaka sasa tumejihakikishia kwamba mradi wetu uko vizuri, basi tunafurahi kuukabidhi mradi huu rasmi kwa wananchi kwa kupitia Ruwasa. Shukuru sana wadau wa CRS kwa kazi kubwa ambayo metusapoti kwenye kata hii, ni kwa sababu tuna ushirikiano mzuri, serikali na wadau. Ninyi tunawashukuru sana. Kina mama tumetuliwa ndoo kichwani. Lazima mazuri haya ambayo yanafanyika tumuunge mkono kwa asilimia mia moja, kuanzia serikali kuu kwa mama Samia ameupiga mwingi kwenye kata ya Kasanga kuhakikisha maji yanapatikana asilimia mia moja. Chombo cha watoa huduma ya maji ngazi ya jamii Iguso kimeundwa na vyombo viwili yaani Igundu na Soweto. Chombo chetu kina jumla ya wateja 199, yaani Igundu wateja 140 na Soweto jumla ya wateja 59. Aidha, chombo chetu kinatarajia kuongeza miradi miwili Kodima, Mawelu ambapo mchakato mcha wa kuunganisha miradi hii inaen, inaendelea.